Katika kitabu cha Yohana tunagundua kwamba maji ni main entity, yani ni kitu kinachozungumziwa, ni kitu kilichopangiliwa. Kwa mfano, kitabu cha Yohana sura yake ya pili tu tunamuona Yesu anabadili ana maji kuwa waini katika kule kwenye mji wa Kana ya Galilaya. Yesu anabadili maji kuwa waini, lakini mm, sura yake ya tatu tu kitabu hiko hiko cha Yohana tunamwona Yesu anamsistiza Nikodemo, anamwambia isipokuwa tu kwa kubatizwa ndani ya maji hautauona ufalme wa mbinguni. Lakini cha ajabu tena unagundua katika sura yake ya nne Yohana tu sura ya nne Yesu anaenda katika kisima cha Yakobo, anakutana na yule mama Msamalia ameketi kwenye kisima cha Yakobo, anampa maji ya uzima. Yesu anampa maji ya uzima. Lakini kitabu chake sura yake ya tano, tunamuona Yesu anakutana na mwanaume ameketi bilikani, bilika ambayo maji yalikuwa yanatikiswa maji yanazungumzwa pale. Miaka 38 hawezi alipona. Sura yake ya sita, Yesu anatembea juu ya maji, yaani huyu Yesu ninayemzungumzia leo akatembea juu ya maji ni katika kitabu hiko hiko cha Yohana mstari wake ya sura yake ya sita. Lakini kitabu hicho hicho cha Yohana mstari wa saba tunamwona Yesu ana-anatamka anasema, mimi ni maji ya uzima, mimi ni maji yanayoishi maji ya uzima, mtu ajaye kwangu nitampa maji ya uzima. Lakini cha ajabu sasa, katika kitabu cha Yohana, paradoksi ama kitendawili kilichokuwa kimewekwa kwa muda mrefu sana cha maji Kinakuja kujibiwa katika sura yake ya kumi na tisa kitabu ni hicho hicho cha Yohana. Yesu, katika masaa yale matatu yaliyokuwa na giza eh, saa sita mpaka saa tisa saa tisa eh, giza linaondoka, Yesu akatamka, anasema ninaona kiu. Huyu huyu ambaye katika sura yake ya nne anatoa maji ya uzima huyu huyu ambaye katika sura yake ya saba anasema yeye ni maji ya uzima, leo anaona kiu. Kitendawili kinateguliwa hapa Kume bana, tunachogundua hapa ni nini? Katika msalaba, katikati ya mateso, anapokata roho, Yesu anaomba maji kwa sababu kiu, ila yeye mwenyewe ni maji ya uzima. Kumbe neema ya Mungu ina nguvu kiasi kwamba inaweza kumwinua mdhambi popote pale alipo. Kwa sti hata ya mdhambi, neema inakutafuta kwa upendo wa Yesu.